E, kwa maana wale wajikwezayo watashushwa, nao wajishushayo watakwezwa. Mathayo saa ishirini na tatu na madakika 12. Kujinyenyekeza si rahisi waumini wapendwa. Hata hivyo jinyenyekezeni, jinyenyekezeni kabisa. Hata hivyo wale wanaojaribu kujinyenyekeza kwa nguvu zao au juhudi zao, hatimaye wataanguka katika dhambi ya kiburi. Hasa wale wanaosema kuwa makanisa yote katika nchi hii yameharibika. Watu kama hao wameanguka katika dhambi hii. Basi tunawezaje kujinyenyekeza? Jibu ni Roho Mtakatifu. Lazima umtegemee Roho Mtakatifu ili kujinyenyekeza. Lakini kuna waumini wengi sana ambao hawamtegemei Roho Mtakatifu, na hilo ni jambo la kusikitisha sana. Wachungaji wengi na waumini wako katika hali hii. Tafadhali mtegemee Roho Mtakatifu ili kujinyenyekeza ili uweze kushiriki katika asili ya Kimungu na kutembea na Bwana hadi katika ufalme wake.